Muhimbili ni hospitali ambayo haiwezi kumkatisha mtu tamaa. Watoto wanakuja hapa na gram ndogo hata kuliko watoto wangu, lakini hawajai kumkatisha mtu tamaa. Lazima watakupa moyo. Ndio hivyo, na watoto wanakuwa. Nilivyojifungua watoto nilikuwa na hofu sana, nilikuwa na wasiwasi juu ya maisha yao kama wataweza kuishi. Kwa mfano huyu wa gram mia tisa alikuwa mdogo sana. Alafu huyu mwingine wa kilo moja alikuwa na tatizo la kupumua. Kwanza siku ya kwanza amezaliwa alikuwa na yani, alikuwa anatisha, usingiweza kufikiria kama leo yuko uko hivi. Alikuwa anashindwa kupumua, alipata manjano makali, yaani kiufupi <laughs> namshukuru Mungu leo yuko wako hivi. Naitwa Neema Gabriel Coleman, nimetokea Chamazi. Nilijifungua tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi kwenye hospitali ya Zango. Nilikuja hapa, nilipewa rufaa ya kuja hapa tarehe kumi na tisa usiku huo, nikafika hapa asubuhi tarehe ishirini, nilijifungua kabla ya wakati, nilijifungua wiki ishirini na nane nilipofika hapa kwanza, nilijifungua first twin alikuwa na kilo moja na gramu mia moja na pacha wa pili alikuwa na gramu mia tisa Nilipofika hapa walikaa kwenye matibabu wiki tatu wodi thelathini na saba na moja alikaa isiu baada ya hapo ndo nikaletwa hapa kangaroo wodi arobaini nimekaa hapa mwezi mmoja na sasa hivi nimeruhusiwa. Siku mwanangu alivyotoka ICU akahamishiwa rumu tu, ndo matumaini alivyoanzia. Nilianza kusikia utakuja kangaroo kukaa na watoto wako, ndo matumaini yangu alivyoanzia, nilivyokuja huku, baada ya kukaa nao kama wiki mbili nikaanza kuona matumaini, watoto wameanza kuwa na nuru. Kama huyu hapa, alikuwa na ngozi yake ilikuwa kama karatasi, ilikuwa na imekakamaa, imejikunja. Ameanza kuwa softi, alipendeza, wameanza kuwa na nuru. Mpaka leo unaona wamekuwa wakubwa kweli. Hospitali namshukuru Mungu kwanza kufika mahali hapa, kwa sababu wamenisaidia pakubwa sana, kwa watoto hawa watoto yani, kuna huduma nyingi sana ambazo wamefanyiwa, kuanzia kwenye matibabu huko juu thelathini na saba mpaka hapa hapo. Walikuwa wanatumia mipira kila siku, unaweza ukakuta mtoto mmoja anatumia hata mipira mitano ya kulishiwa, lakini ndo hivyo, manesi walikuwa wanahangaika nao mpaka leo hii wamefika mahali hapo, wanaweza kula peke yao, wanakula kwa kikombe bila shida yoyote hmm. Mi namshukuru Mungu kwa ajili ya manesi wa Muhimbili hawajai kunikatia tamaa, wame yani wana mioyo ya kwa, ya kusaidia watoto, wana upendo hio.